Bila shaka kazi ni kazi. Kazi ya kulima ni kazi. Kazi ya mechanic ni kazi. Kazi ya kutengeneza barabara ni kazi. Shoshote unafanya ni kazi, mradi kina kuletea kitoweo au kina kufanya uweke chakula mezani, hiyo ni kazi na kuna wakati nimesikiliza huyu anaitwa Shiru wa Oakland akiogea juu ya wahubiri, akisema watu wako kazini, na mimi ninamuoga, na namuuga mkono nikisema kusema kweli, watu wako kazini. Huyo mhubiri anahubiri ako kazini kama wale wengine, ni vile hawataki kusema lakini ni vizuri kusema hiyo ni kazi, anafanya isipokuwa, ni kazi ya Mungu, na kila kazi iko na mshahara, kila kazi iko na malipo. Kwa hivyo, wahupili, sijui ni kwanini wanaogopa, wakiwaabiwa wako kazini, wakiwaabiwa adumaye. Ila kwa nini munaogopa mkiabiwa hivyo? Si muko kazini? Muko kazini, na mtu akiwa kazini ni lazima apatiwe mshahara, hiyo malipo, ten part, hiyo yote ni mshahara wa mhubiri. Ni kwa sababu hilo ni shamba lake, hakuna mahali pengine anaenda, huwa anaenda kanisani kuhubiri. Na kuhubiri na kufanya kazi ya kuhubiri si mchezo, ukienda kusimama hayo, kwa hayo madhabahu, ukitoka hapo mutu huwa amechoka sana, ni kwa sababu ni kazi, na ndio sababu Monday, wahubiri wote huwa wanapunzika. Sijui watu kwa nini, mna watu wanaona haya, kwani hii pesa inatolewa, si Mungu anakula, ni wahubiri wanakula. Ukihubiri ushoke, ukifanya hiyo kazi ya Mungu, Mungu atafurahia hata wewe ukikula hiyo pesa ya watu wake, ndivyo wabarikiwe. Kwani utahubiri ufanye kazi ya Mungu, alafu utembee na matabara, au na tembee na miguu, si hiyo ni kazi? Na ndio hawa watu ambao unahubiria, wabarikiwe, si ni lazima watoe kitu, ndivyo wabarikiwe, si ni lazima watoe fungu la kumi, ndivyo wabarikiwe. Si ni lazima watu wapeane, ndivyo wabarikiwe. Na tuki watu wakiwaambiwa, muko kazi, kwa nini mnaogopa? Semeni tuko kazi, ni kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu. Nafurahiaga huyu Shiru wa Oakland yakiongea, lakini hata mimi nitamwambia hawa watu wako kazi, na si vibaya, ni vizuri wakibariki watu na wao wabarikiwe, ndio wafurahie hii kazi ngumu wanafanya. Na kusema kweli, kusimama kwa madhabahu ni na kuhubiri neno la Mungu, hiyo kazi ni ngumu kuliko kwenda koroga. Ni kwa sababu madi ikifika, mutu hasikiagi kuamuka kwenda mahali, anasikia kupunzika. Wacha hivyo, unaweza toka hapo ukunywe maji mingi sana, ni kwa sababu hawa watu ulikuwa unahubiria, wengine unawafanyia kazi, unawaekelea mikono, hiyo kazi yote ikitoka hapo, mutu huwa amechoka. Sasa huyu mhubiri anatakiwa kwenda nyumbani bila shoshote, hata akiwa na manyumba, hata akiwa na magari, hata akiwa ametajirika vile namna gani? Ni lazima akienda nyumbani asiende bure, ni lazima aende na kitu, ni lazima akunywa maji akule kanyama, ndiyo afurahie hii kazi ya Mungu, kwa sababu hii kazi ya Mungu ni kazi kama zile zingine. Kuhubiri neno si mchezo, ku kutumikia watu si mchezo, si mchezo. Watu watakuona ukisimama kwa madhabahu wafikirie ni mchezo, lakini ni kazi gumu kabisa, na hiyo haiwezi fanywa na mtu ambaye hajitolea, hajajitolea. Ni kwa sababu atainua mikono. Kwa hivyo, wapendwa wahubiri, wapendwa wale wanafanya kazi ya Mungu, endeleni kufanya kazi kwa bidii, na mukiulizwa kama muko kazi, semeni muko kazi. Ni kwa sababu hakuna kazi ingine mnafanya, ni hiyo na ni lazima mlipwe, ni lazima watu waseme asante, na hata watu wengine hawaambii watoe, wanatoa tu kwa kupenda, kwa sababu wanaona wahubiri wanajitolea. Sasa ubaya tunaona haya kusema watu wako kazi. Tukiambiwa tuko kazi, semeni tuko kazi, na si vibaya, si right. Hatuko rudi kwa Huyu anaitwa Shiro wa Oakland ni kwa sababu anasema ukweli, watu wako kazi. Na ni vizuri, ikiwa umeitwa kufanya hiyo kazi, usione haya, endelea kuifanya kwa bidii na Mungu atakubariki, na Mungu atakuonekania. Kwa hivyo, Shiro wa Oakland, ukisema wahubiri wako kazi, hebu wakuambie wako kazi. Ni kwa sababu hiyo, hayo matolewa inatolewa ni yao wanashukua kwa niaba wa Mungu, kwa sababu Mungu hawezi akashukua pesa akatumia. Hiyo huwa inatumiwa na wahubiri na wale wanasimama kwa madhabahu. Ni kwa sababu hiyo kazi wanafanya ni kazi gumu, ni kazi ya kujitolea, ni kazi, ukitoka hapo huwa umeshoka, unataka kasoda, unataka kukula na pengine upelekee jamii yako nyumbani. Yenyewe wanaambiwa wafanye kazi nyingine, kama biashara, kulima, nini, lakini hata sadi huwa ile ile kazi wanafanya ni gumu, ni kazi gumu. Kile kulitokea makosa ni wakati wa 2005, wakati wa uhubiri waliwacha hiyo kazi ya, ya kuhubiri neno la Mungu wakaingia kwa siasa 2005 mpaka 2008. Hapo wahubiri walifanya makosa, ni kwa sababu wengi waliwacha kazi ya Mungu wakaingia siasa. Ndivyo sababu Kenya yetu iliingia kwa machafuko wakati wa, wa uchaguzi wa 2007 hadi 2008 hapo wahubiri walifanya makosa, ni kwa sababu waliacha Kenya ikashomeka. Lakini kwa sababu saa hii wanaendelea kusikiliza maneno ya Shiru wa Oakland, na jua wengi hawatatoka kwa hiyo kazi, wataendelea kuifanya kwa bidii na wajitolee na wakue na waonekane wanaifanya kwa upendo na wanapenda washirika, si kuwaumiza, si kuwaongelesha maneno mabaya, lakini waweke bidii kuliko hapo mbeleni. Lakini kukula ni lazima wakule kwa madhabahu, ni kwa sababu hapo hapo ndipo wanafaa kukula. Sasa wanaambiwa wasikule, wakule wapi? Waende wakakule wapi? Mtu amejitolea mtu ameasha kazi ingine akakuja sadi akasimama pale for two hours au one hour na akitoka mahali pale huwa ameshoka. Ninajua hata weshiro wa Oakland, utakubaliana na mimi, hawa watu wanafaa kukula kwa madhabau, hiyo pesa inatolewa si, ni inatolewa na wanakula kwa niaba ya Mungu na si vibaya, ni kwa sababu hawa watu ambao wanatoa watazidi kubarikiwa watazidi kuinuliwa na Mungu. Ni kwa sababu wanapeana kwa roho mzuri. Hata wewe Shiru wa Oakland, ningekuuliza kwa nikinyenyekea, huwa kuwa unapea yule anakuhubilia, yule anatumika kwako, yule anakuombea akiwa kwa madhabahu? Ni vizuri kumwambia asante. Ni kwa sababu hiyo kazi si rahisi vile watu wanaweza kuogea kama mchezo, lakini si rahisi. Na ndivyo ninasema siku ingine wahubiri wasitoke kwa kazi ya Mungu atuwaigie kwa siasa, ni kwa sababu hapo ni kufanya Kenya yetu ishomeke, na ni kwa sababu ninajua saa hii tumeanza kubadilika, au tumeanza kubadilika, ninajua Mungu atabariki Kenya yetu na tutazidi kumuona Mungu. Mimi sisemi Shiru wa Oakland anafanya vibaya kusema watu wako kazi, hiyo ni vizuri na nimeongea kwa niaba wao kisema watu wako kazi wakifanya kazi ya Mungu, hiyo yote ambaye anasibabu kwa madhabahu ya Mungu kuhubiri neno la Mungu ako kazi na akitoka hapo Anatarajia malipo ni kwa sababu Mungu atamlipa kupitia watu wake wale ambao wanasikiliza neno la Mungu. Msidi kubarikiwa. Msidi Mungu asidi kwaonekania mkiendelea kubariki wahubiri wale wananena wanaleta neno kwa ukweli na kwa upendo. Barikiweni sana wapendwa. Asante.